Yes, ni baada ya kocha mkuu ambaye aliyekuwa anaiongoza klabu ya Da Young Africans Roman Fors baada ya kupoteza mchezo pale nchini Malawi. Huu ni mchezo wa e, michuano ya klabu bingwa ambapo Yanga amekwenda kufungwa katika mechi hii ambayo ilikuwa inachezwa ugenini pale nchini Malawi ikiwa naongozwa na kocha mkuu Roman Fors. Ni Taarifa ambazo zimetoka hivi sasa kocha huyu, eh, hayupo tena katika klabu ya Yanga Africans na Yanga wameweza kuvunja mkataba na kocha huyu mara tu baada ya kupoteza mchezo huo muhimu sana. Nikukumbushe kwa wewe mdau ambaye umetembelea chaneli hii, akisha umebonyeza maneno ambayo yanasomeka subscribe kisha itatokea kengele, bonyeza moja kwa moja, unakuwa wa kwanza kabisa kupokea notification mpya ambayo itakuwa inajili katika channel hii. E bwana, ni baada ya Romain Folz kupoteza mchezo eh, huo mzito sana, ambao mashabiki walikuwa na matumaini makubwa sana ya kushinda mchezo huu, lakini mambo yamekuwa ndivyo sivyo, baada ya kufungwa goli moja tu ambalo limewafanya Yanga kurudi wakiwa wamepoteza mchezo huu huu lakini, mashabiki wamefurahishwa na uamuzi wa uongozi wa klabu ya Yanga kuachana na kocha huyu Roman Fos. E, baada tu ya kumaliza mchezo basi, Roman Fos aliweza kuvunjiwa mkataba na klabu ya Dayang Africans na kuweza ku endelea na mambo mengine kutokana na mwendelezo mbaya wa klabu ambao umekuwa ukifanywa na kocha Roman Foz. Mashabiki wengi wamekuwa wakitoa malalamiko kuhusiana na kocha huyu kwamba afadhali ameondoka na kuweza kupata kocha mpya. Hawakuwa wanaridhishwa sana na mwenendo wa kocha. Nikukumbushe mdau wa soka, hakikisha umeungana nasi kwa kubonyeza maneno ambayo yanasomeka subscribe bili, usipitwe na taarifa mpya ambayo inajiri katika chaneli hii. Asante sana.